Ehe, Dada Zarina karibu. Asante. Umetokea wapi? Umetusikia wapi? Umetokea Geita. Eh, Geita. Mm -hmm. Acha bwana. Ukapanda basi kutoka Geita kuja Dar kwa ajili yetu. Ndio. Eh? Ndio. Okay, karibu. Asante. Mhm. Mm -hmm. Kwa hiyo ulituona wapi Dada Zarina? Mtandaoni. Mtandaoni? Mtandao gani huo? YouTube. YouTube. <laughs> Nini kikakuvutia baada ya kutuona YouTube? Jinsi yan, yaani jinsi unavyotoa um, fursa yani, bila bila prosesi ndefu. Unaogopa prosesi ndefu. Prosesi ndefu kama hivi ipi, dada za Zarina, unayoiogopa wewe? Hmm. Maana um, hapa sisi mbona process ndefu tunayo. Ukija hapa lazima tupige simu kule ulikotoka, unaweza kuwa na cheti uh -huh. cha form nne na ukawa uh -huh. uh -huh. na utambulisho wote, lakini sasa ukaamba sijui sijui umesomea nini, ah, mambo ya kusomea nini, nini. Uh -huh. Sasa si kama unataka kazi zile za laki tano inabidi tujue kama uwezo wako unafiti una, sasa ni wewe ukusema kwamba uh -huh. Nani unahitaji wadada wa wa design gani? Yaani wewe umesema nahitaji wadada yeyote, eh eh, lakini angalau anayejua kusoma na kuandika, maana lazima tusaini mkataba. Wewe si unajua kusoma na kuandika? <laughs> E, sisi hapa wadada ni wa aina mbalimbali, ila tu lazima uwe unajua kusoma na kuandika, usije ukasema mimi mkataba alikuwa siujui. Umeona eh? Ni maana binadamu bwana wanageuka geuka. Haya, sawa. Kwa hiyo wewe malengo yako ni nini, nifanya biashara, nifanya biashara mm, Dazarina? Yaliyokufanya uje huku. Napenda nifanye biashara, niwe mfanya biashara mkubwa. Nimependa ulivyomalizia mfanya biashara mkubwa eh. Eh, ni nani huyu anakuvutia kwenye biashara? Nataka uwe mkubwa kama nani h eh? <laughs> <laughs> <laughs> eh, eh, safi kabisa eh, eh. Kwa hiyo unataka kuja kufanya biashara gani? Napenda nifanye biashara biashara ya vipodozi, ya vipodozi. Aha, sasa unajua unatafuta mtaji kiasi gani? Kwa mimi uh -huh. Yaani mtaji ni kuanzia laki tano sema frame uh -huh. mm. mtaji kuanzia laki tano mm. Hiyo utaweza kuanzisha biashara vipodozi na na kuanzisha duka kabisa au utaanzishaje? sina nani. Biashara unaanza kidogo kidogo, sio so, so kwamba t Sio kwamba eti ukitaka kuanza biashara eti uwe na duka kubwa mm -hmm. uh -huh. kubwa hata At, huyo aliyekuwa na duka kubwa alianza kutembeza, alianza kutembeza eh. Kwa hiyo laki tano yako, unajua kabisa utaanza kutembeza na baadaye utakuwa na duka kubwa. Ndiyo. na utafika kwenye level za zari. haya <laughs> ah, safi kabisa <laughs> basi, si tunakukaribisha sana na uh, tuna kama tulivyosema kwenye mikataba yetu, na hapa pia nimegusia kwamba ukienda kufanya kazi inabidi ufanye kazi kwa bidii na uwe mwaminifu, uwe mkweli, uwe na tabia zile ambazo binadamu ndio tunapenda, yaani tabia za kimungu na watu, ukiwata tabia za Mungu watu watakupenda, maanake uwe mkweli, usiwe mdokozi, usiwe mwizi, sindio eh? mm -hmm. usiwe na maneno mabaya machafu. Unaenda kwenye malezi ya watoto, lazima ujifunze jinsi ya kulea watoto vizuri. Hayo yote ukiyatimiza, unafanya kazi vizuri, na bosi wako hamtagombana wa na unamaliza mkataba wako, unapata mtaji wako ili uweze kwenda kuanza kufanya shughuli zako za ujasiriamali. Sawa dada Zarina. uh -huh. Alafu nilikuwa sijagundua kwamba jina lako linafanana na Lazari pia. <laughs> uh -huh. Zarina, bwana Lazari. uh -huh. anaitwa Zarina. mm -hmm. Lakini na wewe, na wewe ni Zari pia na kwako. uh -huh. Zarina, kwa hiyo unaweza kujifupisha Zari kwenye mitandao najihitaji la. <laughs> Zari hivyo, Zari, hivyo. <laughs> <laughs> Eh, na unatumia mtandao gani? Kwa sasa hivi simu yangu imeharibika. mm -hmm. ila nikuwa natumia YouTube na TikTok. Ha, YouTube na YouTube na TikTok. Ndiyo. Sawa, sawa. Basi utakapopata hela utanunua simu si ndio? Ndiyo. Na utakaponunua simu, uh, utakapo simu usi, usiende kwenye mitandao tu kuangalia umbea inabidi ujifunze namna ya kufanya biashara, jinsi ya kukuza biashara, yaani uende ukajifunze vitu kwa watu ambao wamefanikiwa katika biashara. Sawa? Ndiyo. E, maana wadada wengi wanakuwa kwenye simu, lakini unakuta wanafuatilia vitu ambavyo havina faida Ndiyo. Sawa, si umesikia na mimi nimesema nilikuwa dada wa kazi eh? E? Ndiyo. Eh, sasa ukiona mpaka nimefika hapa, maana kila siku najifunza vitu vyenye maarifa Ndiyo. Sawa dada Zari, mimi naomba nikuite Zari kuanzia sasa <laughs> sawa <laughs> <laughs> so, dada Zari. Ndiyo. Haya basi, mimi nakutakia kila la heri ukienda kazini ukatuwakilishe vizuri, fanya kazi kwa bidii ili uweze kutimiza malengo yako. Haya, karibu haya.